Ndugu yangu Majura, umeuliza utaratibu wa, wa uratibu wa haya yote matukio. Nadhani nime nimechukua kidogo swali langu lile la, la, la ndugu yangu Mayala. Mnajua katika kila taifa huwa lina kacha zake. Yani sisi hapa kwetu vipo vyombo vingi sana ambavyo vina package ya intelligence. Kuna jeshi la polisi lina package ya intelligence. Kuna tisi wana package za intelligence. Kuna jeshi wana package za intelligence. Kuna vyombo vingine vya dola vina package ya intelligence. Kuna wenzetu wa uhamiaji wana package za za intelligence na vitu vingine vyote vya namna hiyo. Sasa ukiangalia jambo hili kwa kufafanua tena zaidi, nilikuwa nazungumza sana. Yaani ukiangalia tutachoma vituo vya mafuta na akatokea bwana mmoja na ana ndevu ndevu hivi akasema mkachome vituo vya mafuta vya Lake Oil kwa sababu vile ni vya Jakaya Mlisho kwetu. Nafikiri kama kama mlikuwa mnaona lakini. Sasa unajua, unavyochukua hizo package za aina zote. Na wale vijana pia ukiwauliza wao vizuri sana. Ukiwauliza wale vijana vizuri sana. Wanasema bwana sisi tulipoingia barabarani tulikuwa tumesimama barabarani namna hii, na tulikuwa tuna codes zetu. Lakini anasema sisi tulipoingia pale, tukaona jeshi gari pale la jeshi pale na nini limesimama pale, tukaaminishwa kile tulichoaminishwa, kwamba jeshi la wananchi liko pamoja na sisi. Mmeona hapo, jeshi la polisi, jeshi la jeshi, jeshi liko pamoja na sisi. Sasa baada ya hapo, tulivyoona jeshi liko pale, basi tukasema tuendelee na kazi kwa sababu jeshi la, la, la, la, la wananchi liko pamoja na sisi. Sasa wananchi huku wanasema umeona ni kweli jeshi la, la wananchi liko pamoja na, liko pamoja na, liko pamoja na hawa wahalifu. Lakini ukweli ni kwamba nyinyi mnafahamu jeshi la wananchi lina taratibu zake za hata namna kushika silaha kwa sababu misingi yake ni ya kulinda raia wake. Jeshi la, la, la, la wananchi muda huo huo, na ndio maana hata wizara yake inaitwa wizara ya mambo ya ulinzi, polisi anaitwa wizara ya mambo ya ndani. Huyo ana deal na, na ku-manage na institutions hapa ndani, na huyo ana deal na mambo mengineyo tofauti, kumipakani na kila kitu. Katika hali ya kawaida hawezi ghafla tu ameshashika bunduki, muda huo anaanza kuzuru hao watu hapa. Na ndio maana sisi kwetu katika mkoa wa Dar es Salaam tuliposikia kwamba wanataka kwenda kuchoma matenki, wanataka kwenda kuchoma stendi ya Magufuli na kwa sababu wameshachoma vituo vya mwendokasi tukasema basi kweli watachoma, tukavideploy vikosi vyetu kadhaa vilinde miundombinu ambayo ikitakapozimwa itakuwa ni hatari kwa taifa. Tuliposikia pia wanataka kuchoma TANESCO hapa, sisi TANESCO Dar es Salaam, tuna TANESCO hapa sisi kwetu tuna hizi gas plants ambazo tunazalisha si chini ya megawati 952 kwa maana Kinyerezi 1 Kinyerezi 2 na extension kwa maana Ubongo 1 Ubongo 2 Ubongo 3 na, na, na kule Tegeta megawati mia tisa hamsini na mbili na sisi Dar es Salaam eh, tunafanya tunafanya eh, consumption ya megawati kama mia sita na hamsini kwa mwezi, kwa, kwa, kwa, kwa, tunafanya megawati hizo, na zinapanda kidogo na kushuka kidogo kwa asilimia kumi na tisa kwa sababu ya situation ambayo itakuwepo. Sasa sisi hapa, ile miundo mbinu yetu itakapolipuliwa, maana yake Zanzibar yote inazima kwa sababu sisi ndo tunaopeleka umeme kule. Sasa gesi ile itakapolipuliwa pale gesi ile mtu wa mwisho kabisa hapa kupona anaweza ka, anza kaanzia Mlandizi. Sasa nafikiri kwenye filosofi, i mean kwenye sheria mnafahamu kwamba je, uache hayo mambo yote yalipuliwe au umenaji kwa unit ndogo ili taifa kubwa liwe salama? Ni principle kisheria ipo tu. Eje, as a regional commissioner then nafanyaje? Ni kweli nilisikia mambo hayo na ni kweli wameact na ni kweli kisheria nasema hapa pamechomwa au hapa amefanya namna hii. Then what next? Na nyamaza kimya, kwamba jamani sasa wacha taifa lolote liungue. Je, nitafanya nini mimi kama mkoa mkoa? Manake na mimi, taifa linapoungua, na mimi nakuwa nimekushaungua. Sasa hebu, fuwasi matenki ya Kigamboni, yameshalipuliwa. Fuwasi standa ya Magufuli imelipuliwa. Fuwasi watu wanasema, kwa nini internet mlizima pale mambo ya internet. Lakini Tanzania hapa, pia sisi tuna mamlaka ya anga inafanya kazi gani na mitambo yake iko sehemu gani? Nadhani walipotoka pale mnafahamu. Walikuwa wanasema, tunaelekea Kinyerezi kwenye mitambo ya gesi, veza vitu, tunaelekea airport. Then ndege pale zikisha lipuliwa hata moja kuna uchumi tena hapo wa kuingia na kutoka? Sasa tunaweza tukalaumiana kwa namna tulivyoweza au kwa namna tunavyoendelea ku manage, lakini pengine sote tusingelikuwa hata hapa tunazungumzia hayo. Kwa hiyo hayo vyote hivyo kama ambavyo nimekwambia kwamba intelligence, hata muda huu swali hili ambalo limeulizwa ndugu yangu Lambert kwamba eh, vichocheo vyote hivi tunavijua vyote, hivyo vipo, na ndio maana kuta sasa hivi tutakavyokuwa, inaweza ikawa, ikawa ikawa tena tofauti na tarehe 29 tutakavyokuwa inakuwa tena tofauti na tarehe 29, namna tutakavyo deal na vitu vyote hivyo, kwa sababu ndani ya jeshi pia kuna weledi, kuna kujipanga, kuna ku, kuwa na utulivu, kuna kushauri, kuna kuendelea kuonya na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo misingi ya ulinzi wa taifa letu naombeni na kwa ujumla, nikijumlisha na swala dangu ana kwamba tarehe tisa Disemba, je, tuko salama au tuko salama? Sisi tunaendelea na masuala ya ulinzi, na kama ambavyo nyumbani kwako ama katika taifa letu unasema jamani, hatumhitaji kibaka, lakini unashangaa kuna mtu jirani anasema wameniingilia jana, wameiba TV, ukienda hivyo sasa, wameniingilia jana, wameiba TV au wameiba kitu hiki. Muhalifu wa namna hii sio kwamba anakuwa hayupo anakuwepo. Anakuwepo kabisa ndani humu anakuwepo, na sisi tunaendelea kumanage mambo hayo yote katika mbinu zote, kama ambavyo jeshi la polisi pia jana limetoa ufanuzi wa kutosha sana. Tunaendelea na masuala hayo yote na nimeona watu wanakwenda kwenda kule mikoani wanakwenda kwenda mikoani. Mimi nadhani mikoani tusikuze sana mambo, wanakwenda mikoani kwa sababu ni kawaida mwezi wa kumi na mbili watu kuwa na likizo, ni kawaida mwezi wa kumi na mbili. Mwezi wa 12 watu wanakwenda kwa ajili ya Krismasi, kwa ajili ya mwaka mpya, huwa tunaona mwezi wa 12. Lakini naomba naomba pia niwaambie kitu kimoja, kama kweli kuna adui atakuwa amefanikiwa sana akigundua tumeingia woga. Woga ni janga kubwa akikutisha ukatishika. Na ndio maana Mheshimiwa Rais katika hotuba yake alisema kwa namna yoyote bado tutaendelea kulinda taifa letu. Kwa hiyo hilo ndio jambo la msingi sana. Na baba yangu Salim, kutoa nafasi eh, nimelipokea hili, nimelipokea na kwamba hakuna mtu ambaye yuko above the law. Tumelipokea na lazima tulifanyie kazi. Na kaka yangu pia eh, Lambert alichokuwa ameuliza kuhusiana pia na kauli pia za viongozi, kwa mfano anasema hata mimi nilisema atuli internet. Kwa kweli sikumbuki kama nilisema atuli internet, inawezekana pengine labda umenichanganya eh. Na nilisema hivi, nilisema eh, sawa basi, inawezekana ndio yale, ndio yasema utulivu, kisha kuwa sio mkubwa sana, inakuwa pia tatizo, lakini unaweza pia ukajikana mwenyewe, kwa hiyo kwa hiyo maana kuna watu pale walikuwa wanasema e, e, wametekwa e, wameisha uliwa. Sasa lazima pia eze, eze regional commissioner utoke pia uweze pia kuzungumza. Kuna watu ambao wakikuona hata we regional commissioner wanapata hi, wana heal wanapona, kwamba kumbe basi tuko tupo, kumbe tupo basi. Umeelewa, eh? Na vitu vingine vya namna hiyo na kauli tutaendelea pia kuzi, tutaendelea pia katika